Wa ma ubarri nafsi inna an-nafsa la ammaratu bis-soo'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yusufu aliendelea kusema nami siisafishi nafsi yangu, sijitowi lawamani, kwa hakika nafsi inaamrisha mno maovu, isipokuwa ile tu aliyoirehemu Mola wangu mlezi. Hakika Mola wangu mlezi ni msamehevu mwingi wa rehma. waqala almaliku atuni bihi astakhlisuhu linafsi falamma kallamahu qala innaka alyawma ladaina makinun amin. Na mfalme alisema nileteeni awu msaidizi wangu binafsi. Basi mfalme alipomsemeza Yusuf alibaini kipawa chake na alinena, hakika wewe leo umemakinika kwetu na umeaminika. qala ja'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim. Yusuf alisema nifanye mtunza hazina za nchi, kwani hakika mimi nimshika hazina mlinzi mahiri sana mjuzi sana. wakadhalika makkanna liyusufa fi al-ardi yatabawwa minha haythu yashaa

na kwa hakika kabisa malipo ya akhera ni bora zaidi walioamini wa na wakawa wanamcha Allah. Wajaa ikhwatu Yusuf fa dakhalu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun, na walikuja wale ndugu wa Yusuf na wakaingia kwake akawajua na wao hawakumjua.

Fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wa la taqrabun, na msiponiletea ndugu yenu wa baba mmoja, basi mjue hampati kipemo chochote kwangu na wala msinisogelee. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun, walisema sisi tutamwengaenga tutamrai baba yake na tutahakikisha tunafanya hivyo. Wqal lfityanh ijluu bidaathm fi rihalhm lalhm yrifunha idha nqalabuu ila ahlihm idha nqalabuu ila ahlihm lalhm yrjiun, na Yusuf alipowaambia vijana wake ziwekeni bidhaa zangu katika mizigo yao, ili wazione watakaporudi kwa watu wao, ili wapate hamu ya kurejea tena. Flma rajau ila abihim qalu ya abana munia minna lkailu faarsil mana akhana naktal winna lahu lhafidun, basi waliporejea kwa baba yao, walisema ewe baba yetu, tumezuiwa kupimiwa tosha yetu siku zijazo tusipoenda na ndugu yetu, basi tunaomba tukienda tena, mruhusu ndugu yetu aende nasi ili tukapate kupimiwa mahitaji yetu na kwa yakini kabisa sisi tunaahidi tutamlinda. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khayrun hafizan wa huwa arhamur rahimin, Yaqub alisema, je, ni waaminini kwa huyu kama nilivyokuaminini kwa ndugu ya zamani? Basi, Allah ndiye mbora wa kulinda, naye ndiye mbora wa kuli kuhurumia kuliko hurumiaji wote. walamma fatahu mataahum wajadu bidaatahum ruddat ilayhim, na walipofungua mizigo yao walikuta wamerudishiwa bidhaa zao. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidaatuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu kaila bairin dhalika kailun yasir, walisema ewe baba yetu, tutake nini tena zaidi ya ukarimu huu? Hizi hapa bidhaa zetu tumerudishiwa. Acha tuwaletee watu wetu chakula

Yakubu alisema katu, sitamruhusu aende nanyi mpaka mnipe ahadi nzito kwa Allah kwamba lazima mtanirudishia, mtarudi naye, ila ikiwa mmezungukwa, mmezidiwa nguvu kwa jambo lililo nje ya uwezo wenu. Basi walipompa ahadi yao, walisema, Allah kwa tuyasemayo ndiye mtegemewa.

na mimi sikufaeni kitu chochote mbele ya Allah. Hakuna hukumu isipokuwa ya Allah tu, yeye tu nimemtegemea, na yeye tu wamtegemee wenye kutegemea. walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min allah min shay'in ma kana yghni nhm min allh min shayin illa hajatn fi nafsi yaub daha, na walipoingia kwa tahadhari kama baba yao alivyowaamrisha hakuna kitu chochote kilichowafaa kwa Allah isipokuwa tu haja, huruma iliyokuwemo katika nafsi ya Yakub aliyoitimiza kwa kuwaambia wanawe wawe na tahadhari.

alimvuta alimchukua ndugu yake huku akisema naye kwa siri, hakika mimi ni ndugu yako, kwa hiyo usihuzunike kwa yale waliokuwa wanayafanya. falamma jahazahum bijahazihim jaala assiqayata fi rahli akhi thumma adhana muadhdhinun ayyatuha alayru innakum lasariqun basi alipoandalia mahitaji yao aliliweka kwa siri bakuli katika mzigo wa ndugu yake, kisha mtangazaji akatangaza, enyi wasafiri, kwa hakika kabisa nyinyi ni wezi. qalu wa aqbalu alaihim madha tafqidun, walisema na huku wakiwaelekea waliokuwa wakitangaza kwamba kwani mmepotelewa na nini?

Kabisa, kwa hakika kabisa nyinyi mmejua fika kwamba sisi hatukuja kufanya uharibifu katika nchi hii na sisi siyo wezi. Kaluu, Fama jazauhu, in kuntum kathibin, walisema basi malipo adhabu yake huyo mwizi ni nini ikiwa nyinyi ni waongo? Kaluu, Jazauhu, man wujida fi rahlihi, fahuwa jazauhu

Hivi ndivyo tulivyomfunza Yusuf, mbinu ya kubaki na nduguye. Asingeweza kumchukua ndugu yake kwa sheria ya mfalme isipokuwa kwa matakwa ya Allah. Tunawainua daraja nyingi tuwatakao, na juu ya kila anayejua yupo anayejua zaidi.